Nakwambia nyakati ina masaa haya, mungu yuko ndani, Mungu yuko mahali hapa, Mungu yuko mahali hapa, mpate hakika utaokoka. Ukisoma katika Warumi kumi mstari wa tisa inasema kuwa ukimkiri Yesu Kristo kwa yeye ni Bwana wa mwokozi wetu, na hakika utaokoka. Ndugu yangu, nakwambia haijalishi ya umesema kuwa ta kisha mkiri Yesu ukapata ma, makusudi yake ukafata mambo anayokusudia ukafata mambo anayokuamulu. Hakika ndugu yangu utakumepona, hii naijango. Hakika ndugu yangu utakumetua mzigo. Hakika ndugu yangu utakua salama, na anaita hata Mungu ajikuchukua, utaenda katika makao mazuri. Ndugu yangu ujitengenezea, na kaa, wakati ni sasa. Hatujakosa kazi kuja mahali hapa, bali hali hapa haijalishi, unapitia hali gani, ndugu yangu, nakwambia hapo ulipo, kuna mtu anatamani